Mkakati huu ni miongoni mwa ahadi za siku mia nilizozitoa wakati nikizindua kampeni ya uchaguzi mkuu ya mwaka jana, na mkakati huu unakusudia kuwajengea watoto wetu uwezo wa kukabiliana na masomo yao ngazi kwa ngazi katika safari yao ya kutafuta elimu kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani na kwa mustakabali wa ujenzi wa uchumi na maendeleo ya taifa letu. Lakini vile vile mkakati, um, huu ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayosisitiza maendeleo ya rasilimali watu na taifa linaloongozwa na maarifa na uadilifu. Aidha, ni sehemu ya utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2013 inayolenga kumwezesha mwananchi kuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo na ustawi wa taifa letu. Tunaweza kujenga miundombinu imara, kukuza maarifa na teknolojia, lakini ikiwa hatukuimarisha msingi wa wale wa kufundisha watoto wetu, tutakuwa tunajenga juu ya msingi dhaifu na matokeo tumeyaona miaka ya nyuma huko. Tunajenga juu ya msingi dhaifu ambao hauko sawasawa sawa, na kwa maana hiyo watoto wetu wakitoka kuhitimu masomo yao la saba form 4 kidogo mambo yanakuwa sio mazuri sana lakini niseme pia kwamba hii ndiyo sababu tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka kumi, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa, lakini tunatekeleza haya vile vile kwa sababu tunatekeleza maazimio mbalimbali ya kimataifa tunatekeleza azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2024 linalosema educate and skill Africa for the 21st century ili Afrika iweze kuendana na ajenda ya Umoja wa Afrika ya 60, uh, ya 2063 kwa hiyo ili tuweze kutekeleza vyema ajenda yetu ya Afrika ya sitini ishirini tatu, lazima tuwajenge watu wetu kielimu, kiujuzi na maarifa, na hiyo mkakati huu ni kutekeleza wito wa azimio hilo. Mkakati tunaouzindua tuna leo, aa, kama ilivyosema ni sehemu ya azimio hilo, lakini vile vile ni utekelezaji wa lengo namba nne katika malengo endelevu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa SDGs linalotuhimiza kufanya quality education. Kwa hiyo tumetekeleza mikakati yetu ya ndani ya taifa, ndani ya Afrika, lakini pia kimataifa. Umoja wa Mataifa wa wakijua tunachokifanya leo watatupa pongezi nyingi sana kwa haya tuliyoyafanya siku ya leo. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba tuko katika njia sahihi na tunakwenda vizuri.